Mbaya. Lakini niwaambieni hii ni aibu ambayo mimi nimeileta miaka mitano ya kuto kuleta maji haitokae jirudie, na niwaombe radhi kwa sababu mimi sijakanyaga hapa ndio maana leo hii nampa pongezi huyu mama kuniambia hakikisha unakuja na kuomba uje, nikamwambia mheshimiwa diwani, mtafutie chaka gumu, akanambia gumu lipo, watu wana shida ya maji, wako mbali, hawana uhakika, twende tukaongee na tukawape matumaini ambayo tunaamini mimi na wewe tukishikana mkono tunaweza yule mwamba alitaka kutoboa tundu usiku wa manane, atakujiondoa kwenye udiwani kaambia, au utaniazilisha bwana. bwana hasema, atawakaba wote wanaochezea miradi ya maji, kwa sababu pesa inatoka kwenye serikali ya Chama Cha Mapinduzi. Na mimi niwahakikishieni, nitamsukumia mradi wa kisima hapa ahangaike nao, na niwahakikishieni, nitawaleta pesa ya zahanati hapa ahangaike nayo, sisi ili twende tukimwomba kitu tupewe. Ipo tarehe ishirini na tisa ipo tarehe. Wakina mama najua nini, wakina baba huko wengine maka amelala mbwali kidogo, si ndio? Muamshe, mwambie twende tukapiga kura, ili mimi nikipata kura nyingi, mheshimiwa rais, kura nyingi diwani, kula nyingi, nyingi, unamwambia viongozi wanaokaa karibu na mheshimiwa rais wale watu walitoka kwa wingi kumpigia kura mheshimiwa rais, sina jibu la kuwapa zaidi ya kuwapa maji, si ndio? Wapinzani tunao, wapinzani tunao, wapinzani tunao na tunaishi nao, wako wengi tu wanaokwamisha miradi ya maji. Mimi nawaita wapinzani, mheshimiwa mbunge naomba nisamehe, wanaokwamisha miradi ya maji ndio wapinzani wakubwa wa CCM. Uwongo kweli? tuna wakandarasi, tuna wataalamu, wameshindwa kutumia usomi wao na akili zao. Wakati tunasubiri miradi mikubwa ya maji ya mabilioni, tungechimba hata kisima kila kitongoji, basi wananchi waseme tuko kazini na tuna irani nzuri inayohakikisha kila miaka mitano tunatekeleza.